Ikiwa ni hafla ya kihistoria, maandalizi yalipangwa yakapangika. Bendi ya kijeshi ikizamia wimbo wa Kanu ya jenga nchi. Hii ikiwa ni mara ya kwanza kwa Rais Kenyatta kuhutubia bunge la Uganda tangu kuwa rais. Mwenyeji wake Rais Museveni akimwongoza. Ajenda ikiwa ni hatma ya jumuiya na jinsi ya kuvunja kuta zinazozuia utangamano wa mataifa ya Afrika Mashariki. Rais Kenyatta na mwenzake wakizungumzia manufaa ya mradi wa reli wa SGR.

Kadhalika upanuzi wa bandari ya Mombasa na mradi wa Lapset, ili kurahisisha usafiri wa bidhaa na kuimarisha biashara kati ya nchi hizo mbili, bila kusahau mradi wa mabomba ya mafuta na kampuni ya kusafisha mafuta. Marais hao wakisema yote yanawezekana tu iwapo usalama utadumishwa kwenye jumuiya prosperity security strategic security. Hayo ni kando na kuangamiza ufisadi na ukiritimba. Rais Kenyatta akisisitiza kuhusu umuhimu wa kuzingatia demokrasia na nafasi ya upinzani. The opposition itself must not exploit exploit democratic freedoms must not exploit democratic freedoms and its legitimate platform to try and de to to to try and delegitimize government And the will. Mashirika kijami ya kijamii yakionywa yasiwagawanya wananchi kwa sababu ya siasa. Faiza Maganga, Citizeni pashi.